Mei tatu mwaka elfu mbili na ishirini uh, na nne uh, msanii Marioo pamoja na Paula Kajala walifanikiwa kupata mtoto um, wa kike ambaye walimpatia jina la Princess Amara. Sasa ikumbukwe tu tangu Mei tatu mwaka elfu mbili na ishirini na nne uh, Marioo wala Paula Kajala hakuna yoyote ambaye aliposti sura ikimwonyesha huyo binti yao huyo anayokwenda kwa jina la Princess Amara mpaka leo hii uh, Princess Amara amefikisha umri wa mwaka mmoja na msanii Marioo pamoja na Paula wameamua kuonyesha sasa sura ya huyo binti yao Princess Amarah kwa mara ya kwanza kwa mashabiki kupitia mtandao wa Instagram. Marioo ameposti picha ambayo inamwonyesha yeye akiwa kwa uh, uh, pamoja na Paula Kajala na mtoto wao huyo ambaye anakwenda kwa jina la Princess Amarah. Marioo ameposti picha hiyo na kuisindikiza na ujumbe ambao unasomeka kwamba sisi na mtoto wetu kipenzi wakamtagi Princess Amarah, tunawatakia wikendi njema na karibuni kwenye sherehe yake leo, ambaye anamaanisha sherehe yake birthday mbo. Leo Princess Amarah ametimiza mwaka mmoja uh, tangu azaliwe, so hii ni birthday yake ya kwanza. Princess Amarah na babake pamoja na mama yake wameamua sasa kuweka uh, wazi sura ya Princess Amarah. Nikukumbushe tu hii ni Africa Spotlight Spotlight, sehemu sahihi ya wewe kupata taarifa zote za wasanii wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Sasa nikukumbushe kama bado je, subscribe, make sure me subscribe na kuturn on notification ili tuweze kwenda sawa. Na baada ya kupostia kama unavyojua, huwa hazikuwezekani komenti za utani kutoka kwa mashabiki. Sasa moja kati ya komenti ambayo imerudiwa sana na, na, na, na mashabiki wengi kwenye peji Marioo ni kwamba mtoto amezaliwa sehemu ambayo uh, so, amezungukwa na masta yani, so, kwanzia bibi mpaka babu wa nje ambayo wanamaanisha Harmonize. Kwa hiyo huwa hazikosekana ni comment za utani kama hizo, so wakimaanisha mtoto amezaliwa kwenye familia ambayo amezungukwa na masta wote yani, ukoo mzima unaweza kuwa ni masta. So hizo ni comment baadhi ya mashabiki ambao wamerudia sana hiyo comment kwenye post ya Marioo akiwa na mtoto wake huyo Princess Amarah, so Leo ni basi ya Amarah na Marioo a uh, ameonyesha uh, upande wake wa ubaba kwa mara ya kwanza hadharani. Hii inaonyesha ukuaji wake si tu katika muziki, bali pia katika maisha ya kifamilia uh, Kwa sasa mashabiki wengi wanaendelea kufuatilia maisha ya kifamilia ya ya Marioo pamoja na Paula Kajala, na huku aki wakisubiri kuona maendeleo ya Princess Amarah na mafanikio zaidi kutoka kwa Marioo pamoja na Paula so nikukumbushe tena, kama bado u subscribe, make sure ume subscribe na kutani on notification uh, ili uwe wa kwanza kupata kila updates ambayo tutakuwa tuna upload.